Jeshi la polisi la mkoa wa Mwanza limeweza kumwachia kwa dhamana Diana Bundala maarufu kama Mfalme Zumaridi huku uchunguzi dhidi ya tuhuma yake ambayo inamkabili ukizidi kuendelea. Zumaridi ambaye alikamatwa kwa tuhuma za kuweza kugeuza makazi yake ya kuwa kanisa na kuendeleza shughuli za kidini bila usajili, lakini pia kuhubiri kwa sauti ya juu na kudaiwa kwamba eh, anawadanganya watoto kwamba yeye ndio mungu wao. Akizungumza na wananchi leo eh, bana, kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza, Wilbrod Mutafungwa amesema kwamba Zumaridi amekidhi masharti ya sheria ya dhamana na hivyo ameweza kuachiliwa ikiwa ni haki yake kisheria. Mtuhumiwa alipewa dhamana siku hiyo siku hiyo hiyo ambayo ilikuwa ni Mei 15 mwaka 2025 tulipomkamata ambapo ni haki yake kisheria e, kuchukua dhamana. Uchunguzi bado unazidi kuendelea, aliyesema maneno haya Mutafungwa. Zumaridi ni mkazi wa mtaa wa Bujuku, e, kata ya Buhongo jijini Mwanza, ambaye alikamatwa Mei 15 mwaka 2025 kutokana na tuhuma za kuendesha shughuli za kidini kwa sauti ya juu, huku ikidaiwa kwamba anawasumbua wakazi wa eneo hilo. Aidha, Zumaridi anadaiwa kuwahubiria watoto akieleza kwamba yeye ndio Mungu wao na ana uwezo wa kuokoa e, katika kifo, jambo ambalo linaonekana kabisa kwamba kuzua me, migogoro mingi sana, lakini pia maneno mengi, taaruki zimekuwa ni nyingi mitandaoni e, lakini pia hata baadhi ya mastaa wengi sana wa nyimbo za Injili wamekuwa wakimcrash e, wakimcrash Zumaridi the way ambavyo e, moja kwa moja anaonekana kabisa kwamba anajiita Mungu, na baadhi ya watu wengi sana hususan hata wa, e, wachungaji na pia wa kabisa kwamba eh, kukasirishwa na kile kitu ambacho Zumaridi anakitangaza kwamba yeye ndio Mungu na anaweza akaokoa watu na kifo. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa Sawasawa online Digital, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, utakomentisha kinaumanauma chochao.